Kutokea hapa KMC Complex nyama Simba Lunyasi alikuwa akicheza fainali ya Ngao ya Jamii dhidi ya klabu ya soka ya JKT Queens, ni Simba Queens dhidi ya JKT Queens. Mchezo umetamatika, na mimi niko na Malaika hapa, ngoja tuzungumze yale ambayo ameyashuhudia ndani ya dakika 90 ya na mengineyo yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Mze wangu uko poa? Niko vizuri Afya. Niko vizuri kabisa. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwanza nikupe pole. Nimefika hapa, nimekukuta unalia, ndugu yangu. Pole sana. Ah, maumivu ni kawaida katika maisha mm. uh, haijalishi kwenye soka peke yake hata huko mtani na pia tunapata maumivu eh? haijalishi kwa mpenzi mm. au maisha magumu ya kiuchumi mm. kwa hiyo maumivu tumeyazoea mm. Eh, bwana kabla sija kwenda mbali nitajie mm. tukio ambalo ulishai kupigwa na mpenzi wako hakika hautowacha kulisahau tukio kama hilo. Matukio nayo mengi mainaopigwa, ila ni tukio moja tu ni mm, tukio ambayo kwamba aliniambia yuko nyumbani. Nafika, nafika nyumbani yeah, yupo ayupo. <laughs> baada napiga simu apokee simu kuanzia saa nne mpaka saa saba ya usiku, ndo anarudi. kwa shangazi ulikuwa wapi? anasema kwa shangazi yangu. yote shanyote. Bwana, hapa tumeshuhudia mchezo mnyama Simba Lunya sikapoteza kwa jumla ya mabao mawili kwa moja. Mnasemaje kwanza wana lunyas Simba. Ah, ni kweli mchezo, tumeangalia mchezo umechezwa vizuri ah, lakini kiuhalisia tu ah, Simba Simba Queens tumecheza mchezo chini ya kiwango, yani tukiangalia tu kwanza, dakika ya kwanza mpaka dakika 90 naisha, ah hatuna mpira ambao tumeonyesha kama Simba Queens ile ambayo msimu uliopita. Unajua, Simba Queens ya msimu uliopita tuliweza kubattle vizuri sana na wa JKT. hmm. tulitoa sare hapo moja moja hmm. tulienda kule tukawafunga goli nne, hmm. sawa, nyumbani kwa katika uwanja wao hmm kwa hiyo lakini nimeshangaa mchezo wa leo, mchezo ambao kwamba najaribu kuangalia Simba sioni ile Simba Queens ambayo ikiweza kuonana katika mchezo wa pasi, walikuwa wanacheza mchezo ambao wa sijajua, ndio namna walipofundishwa au kwa sababu ya usajili, maana tumewatoa wachezaji kumi na moja, mm -hmm. sawa tumewaingiza wachezaji kumi na moja, ili nao pia sijajua, ndio ni shida au la mm. kupoteza dhidi ya JKT Queens kumewapa machungu kiasi gani kombe likiwa linakabidhiwa mbele yenu mashabiki wa Simba Sports Club. Kwanza lazima JK Queens tuwapongeze. Yaani ukiwa mwana soka lazima uwapongeze, yani uh, hawa ni mabingwa wanastahili kuwa mabingwa kwanza, lazima tuseme hawa ni mabingwa asikafa, hawajaanza kuwa mabingwa mechi hii au mchezo huu wa Ngao ya Jamii, lakini pia msimu uliopita na pia ni mabingwa. Kwa hiyo hawa ni watu ambao JK Queens wamejiandaa vizuri katika mchezo wa mpira wa kikapu wa miguu. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuweza kuwapongeza na mimi malaika wa Simba au malaika soa ninawapongeza JKT Queens. Yeah. Sawa. Yeah. Kwa uwezo wao mkubwa ambao umeuonyesha katika mpira wote, bila, bila kupepesa sana. Siwezi kusema utofauti mwingine wote ule kwa sababu leo tumeangalia mpira hapo. Tumezidiwa kila, kila engo. mm. Pamoja, tumepata nafasi. Lakini zile nafasi tumekosa ni nafasi ambazo sio nafasi ambazo mpira ambao imetengenezwa mm. unajua unaweza mchezaji akakosa nafasi ukamlaumu ile nafasi ambayo mpira umetengenezwa kwenye njia mm umepita umepita umepita hapa aweke, ila kikosa tunaweza kumlaumu, lakini mchezaji ambaye mpira umekuja tu kama bahati mpira uwapa kukosa ni wajibu. Kwa hiyo, magoli, lakini, kwa hiyo tumekosa magoli lakini bado atujaonyesha kwamba sisi Simba Queens wale ambao msimu uliopita. Kwa hiyo kocha wa Simba Queens ana kila sababu ya kuweza kutuliza kichwa na kuangalia kwa na namna ipi ya kuweza kuifanya Simba Queens msimu unaanza ili aanze vizuri na aweze kupata matumaini yale ya msimu uliopita. E, bwana, tujiangazie hapa, ziko taarifa nyingi, taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani, lakini kubwa zaidi ni mnyama Simba. Mchezo wake wa kwanza nikiwa na maana, ikiwa chini ya kocha Pontive, mchezo wake wa kwanza anapata goli mbili moja. Wana Simba, hizi taarifa mmezipokeaje kwa ujio mpya wa kocha kiwanja mtakachokwenda ukitumia katika mechi zenu za nyumbani, lakini pia vilevile vile, kwa mara ya kwanza anapata matokeo akiwa na timu ambayo baadhi ya wachezaji wapo kwenye majukumu mengine ya kitaifa. Kwanza niseme kwanza mdao um, wote wa soka katika nchi hii na mwana Simba namna tu, wakati tunafanya usajili wa ile kocha tuliambiwa ni kocha anipate, kocha matatuu, kocha mashisha, kiuhalisia mimi malaika soa nikasema, hapa ni malahaba. Yani, nilisema mara haba kwamba ni tayari ufalme wa mbingu Mungu sasa ameuangazia kwenye klabu ya Simba. Niliona kabisa ufalme wa mbingu Mungu ameuangazia kwenye viongozi wa Simba. Unajua wakati mwingine pia viongozi ili wafanye kitu kizuri, lazima na pia Mungu awashushia ile neema ya kuwapa kibali na maono. Kwa hiyo nikasema, sasa Simba viongozi wamepata kibali cha Mungu, wameleta kocha ambaye tumemwona katika mechi hizi mbili tu, ila Simba tuliteseka, mimi mpaka nilivamiwa elewa uh, yaani uh, uh, mechi hizi hizi lakini mashabiki wa Simba wakunielewa, lengo lilikuwa ni nini? yeah. Kwamba mechi mbili yule kocha akifanya hesabu ya kwanza yeah. Hesabu ya pili si mateso, akili akifanya <laughs> hesabu ni mateso manake nini? Tulimwona miongoni mwa kocha ambaye yeah. ana akili nyingi sana yeah. Ana uwezo na jicho la kuona katika katika maandiko yasema mwanadamu wote ambaye Mungu akimpa kuwa na jicho la tatu, huyo ndo Mungu ampendelea. Kwa hiyo yule kocha ana jicho la tatu sawa, kocha Pateni, kocha meneja, kocha Matatuu, kocha Mashisha, sawa. Ni kocha ambaye kwamba msimu tutalinga naye tutatamba naye na mpaka majirani zetu watasema eh? eh. na mimi na mimi na pia baada hapa nitakuwa na mwenendo mmoja tu, na mimi nitakuwa ni kocha mashisha nitakuwa navaa vipensi nikiingia kwenye uwanja mzia mapenzi tu eh? Yes, mimi nitakuwa s mi ntakuwa anpat. Mwache acheke. Unajua iko hivi kwamba furaha ya kungulu sawa, nafua mchukuzi kuvuja kwa pakacha, ndio hii hapa. Kwa hiyo e, malaika nini huyu anafurahia, lakini kwamba tayari yeye anajua kwamba yule paraika, polezi ndio na injinia injinia anakuwa poeia. Nimeangalia nime, nime hapa kwenye kwenye YouTube ndugu yangu kuna picha moja ilipigwa pale, akakojaiona Malaika jisikia navyoteseka sasa, akaniambia bwana, kama vipi mwambie ukitoka hapa kuna kisimia pale. Ah ah, hapana. Unaona sasa, yeah. Hawa ndio hawa ndio watu wahovyo. Huyu mawigi namfahamu, ni wahovyo sana. Sasa yeah. Mimi siwezi kum siwezi kumzungumzia mawigi hmm. Sawa ila naendelea, mwacha cheke ani cheke, naendelea kusema kwamba msimu huu simba tuna kila sababu ya kujivunia na tuna kila sababu ya kumsapoti kocha, uh, Patev kocha Matatuu mm. sawa na atatuletea mafanikio yale ambayo Simba tulikuwa tunahitaji na kuyasubiri kwa muda mrefu sana. Simba kiwalisia mm. hatuhitaji kombe la ndani mm. mm. kombe la ndani sisi tumeyachoka tumeyachukua wewe tumeyachukua sana. Mimi nataka kujua kitu kimoja dadi, huwa hey. Mnajisikiaje mnapokuja kuitazama Simba Alafu mbele ya miche, michuano hiyo kunakuwa kuna kombe lakini Simba afanikiwi kuondokana. ah, labda nizungumze kitu kimoja. Unajua siku zote nakwambia kizuri kinatengenezwa na kizuri kinatengenezwa namana kinagharamiwa. Sawa, sisi wanachama wa Yanga au mimi dadi manywele shabiki kindagindangi, mwanachama wa Yanga uoga, siku zote naongeaga ukweli. Kwa nini sisi tumejitoa, tumetoa pesa tumesajili na mwisho wa siku tumetengeneza kitu kizuri. Sasa ndugu zetu, ukiangalia wao wanahangaika kwa sababu asilimia kubwa, baadhi ya viongozi wao wamekuwa madalali. Kwa nini nazungumza hivyo? asilimia kubwa ukiangalia viongozi wa Simba ni saa sana kina, kina mama, kiche, asa kile kikundi cha kina mama kiche hasa kile ambacho kila siku saa nne mnakutana mnatoa elfu moja mia tatu hamsini kila siku, riba ile ni saa saa na viongozi hao Simba, hebu naomba hebu mnaomba taratibu, Malaika taratibu, najua una